Jina langu Aysha Ali Abdallah a jumuiya <coughs> <coughs> siona ZANAB wilaya ya Chake. Mafunzo tumeyapenda na tumeyafurahia na imetuonesha kuwa tunaweza kupiga kura wenyewe bila kupigiwa natume, na tunawapongeza kwa hilo, wazidi kutuelimisha na watuletee mafunzo kile nakapofika muda wa uchaguzi nini? <coughs> Wenye changamoto kama yangu kutokuona, kuona ijua sababu ya wao kukandana, wasipige kura, waje maofisini tuwafahamishe tulivyofahamishwa, ili wapofika kwenda kupiga kura wawe ni rahisi na wao kwenda na mara moja kupata wepesi. Mimi ni Sulemani Mansuri ni mwenyekiti wa zana wilaya Chake. Nashukuru tume kutualika kwenye mafunzo mbalimbali mbali, ya upigaji kura si mwanzo huu tu kwa huu, huu ni uendelevu wa mafunzo ambayo ya nyuma yaliyopita, Tume ya Uchaguzi imetufahamisha na imetuzindua jinsi ya kupiga kura na kuchagua chama gani tunachokitaka na mwakilishi gani ambaye tunamtaka ndani ya chama cha unachokitaka mwenyewe. Uh, tunategemea kuwa hatutoyumba wala hatutobabaika na mtu wote au mwongozo wote ambao siwo ule ambao tuliopata mafunzo ndani ya tume hilo. Twalishukuru kwa hilo.